Habari, kwa majina naitwa Leo. Tunaanza stori yetu nzuri na kusisimua, binti yetu anaitwa Leila. Leila anatuambia kwamba, mimi niko jijini Dar es Salaam, ninaishi na mama yangu kwenye mazingira ya kawaida tu. Lakini siku moja nilienda baharini tu tukawa tayari tumesha oana. Baada ya kuoana, nilianza kuhisi vitu tofauti tofauti kwa mume wangu, kwamba alikuwa ni mtu ambaye akilala huwa hashtuki mpaka asubuhi. Alikuwa ni mtu ambaye hatumii nguvu sana kwenye maendeleo yake. Ni mtu ambaye ana hela lakini ofisini akienda sipoenda hela kwake azipungui, na alikuwa hajai kuniambia niende nikaona nafanya kazi gani. Siku moja niliamua kumfanya surprise, nikaichukua simu yake nikajua alipo, nikaamua kumfata. Nilimfata mpaka kwenye hilo jengo, na ile jengo lilikuwa liko katikati ya jiji, kwa mimi nilivoenda, kwa sababu nilitumia tu safari ya kawaida ya public, yani ipanda daladala, na nikaenda nikifatisha ile simu kwa sababu kuna siku nilimuuliza, kumuuliza kwa nini hupendi mimi nije kazini kwako, akasema pale ni kazini kwako wewe pia, kwa hiyo muda wote utaenda, haina haja ya kwenda sasa hivi. Kwa hiyo nilitrack ile simu, nikaenda, nilienda mpaka kwenye jengo, nilielekezwa na Google, nikafika, nikapigia simu kwamba mimi niko hapa nje. Akaniuza, nje ya wapi? Nikamwambia niko nje kazini kwako, akasema mimi sipo kazini na simu inasoma iko pale na mimi sipo kazini. Lakini mimi nikasema hapana, najua yuko hapa kazini na alisema ana ofisi yake. Kwa hiyo niliingia ndani nikasema namwigia Mr. fulani fulani, mlinzi akaniambia ndio, yuko ndani. Nikaingia nikasema, samahani, naweza kanielekeza ofisi yake namba ngapi? Akanielekeza nikaenda paka pale nilipo kusukuma mlango kule ndani, nilikuta vitu vya ajabu sana, yaani nikuta vitu vya ajabu kwa sababu ile ofisi pole, nimeanguka kwepo, lakini nilipoingia ile ofisi ilikuwa ni ofisi ambayo imejaa mavitambaa mavitambaa mekundu na mavitambaa meusi na meupe, ambayo yale matambaa tunaita kama kwa mganga. Ndio ofisi ilikuwa imekaa hivyo. Na mimi baada ya kuingia nikasema mbona ofisi ni jengo kubwa, alafu huku ndani kuko hivi? Basi baada ya hapo mimi nilitoka nje nikasema, jamani, bosi wenu yuko wapi? Wakasema bosi yupo ndani, lakini mimi ndani nimeingia na sijamuona mtu. Baada ya muda kidogo, nilikaa kaa baadaye nikaondoka. Nikawa najiuliza huku ndani wenye tayari na nini. Nikatoka nje kabisa ajengo, nikarudi nikasema, mlinzi samahani. Akasema sawa madam, hakuna shida. Nikasema eti mimi mna deal na nini? Akasema si useme unamuuliza minister fulani. Kwa nini unajua deal na nini? Nikamwambia hapana, kwa sababu mimi alikuwa ajua kama mimi yule ni mme wangu. Nikamwambia hapana, mimi nimeuliza tu huyo mister lakini kulikuwa kuna swala la kazi sijajua, na dini na swala ya kazi gani? Akanambia huyu bwana sisi tuna dini na masala ya usafirishaji eh, yani clearing forwarding. Nikasema ah, sawa basi, nikaondoka. Nikana tuliza ni nini kinaendelea, clearing forwarding na matamba mekundu kwenye ofisi ya mtu inahusiana nini? Japo huku nje kazi nyingine zilikuwa zinaendelea, wafanya kazi ni wako wengi sana wanafanya kazi zao kama kawaida, lakini tu kwenye kile chumba ambacho mume wangu yeye ndo ni ofisi yake Ndo hapo palikuwa pana shida kidogo, kwa sababu kulikuwa kumekaa kama kwa mganga. Nirudi nyumbani mume wangu John alirudi akaniuliza, kwa nini umekuja ofisini bila kuniambia? Nikamwambia ofisini kwenye mimi nimekukuta. Sasa sisi sije kukuta mimi nilikuwa nataka kufanya surprise. Akaniambia masuala ya surprise yameanza lini? Nikamwambia sasa jamani, mimi si nataka kufanyia mume wangu, mpaka uniambie surprise ianze lini? Mimi nimekaa nimeona mimi si mpenzi wangu, nikasema acha niende nikamsalimia. Lakini hata hivyo sije kukuta mume wangu alikuwa anaongea, yuko serious sana. Akaniambia na uliingia ndani nimeambiwa, si ndio? na sekretari amekuruhusu wewe uingie ndani kwa sababu unajitambulisha wewe ni mke, si ndio? nikamwambia sasa, unataka nijitambulishe mimi kama nani? Nje mimi sijajitambulisha, lakini ndani ibidi nijitambulishe ili niruhusiwe kuingia ofisini kwako. Akaniambia, naomba kuanzia leo iwe mwisho na mwanzo, na mwanzo na mwisho pia. Nikaambia haya sawa, lakini mimi sikuwa naonyesha chochote kwamba kuna kitu chochote kile ambacho mimi nina dauti. Lakini kwa hii siku kiukweli, nilikuwa nina wasiwasi sana. Nilianza kulala kwa makini, kumwangalia mume wangu. Mume wangu ana style moja, analala, akilala huwa anaangalia juu moja kwa moja. Nikasema huyu leo mi nitalala naye. Kwa hiyo niliwasha simu yangu, nikaitegeshea kamera, nikasema hata nikisinzia hii simu endelee kurekodi. Nikatega vizuri simu pale, na uzu wake kukaa kuchumbani, hakuna giza sana, hata kuzima taa bado kuna mwanga, yani unaweza kaona kila kitu. Nitegesha simu. Usiku wa sanane, usiku wa sanane, nilimuona mme wangu, mimi sikumuona, nilikuwa nimelala usingizi, lakini kwenye simu sasa nakuja kuangalia, mume wangu alinyanyuka. Unyanyukaji wake, alinyanyuka ile kama mtu anapanda anapaa juu, yani ile mtu anapaa juu, hasimami kwa miguu, anaenda anyanyuka ile na miguu yake baada ya hapo alipotea kwenye rufu ya nyumba, imekaa inahesabu pale simu kama masaa mawili kasoro, mwanangu alirudi. Na baada ya kurudi, alala vile vile, alirudi kama alivyopanda ndivyo alivyorudi, nikabaki nashangaa. Asubuhi kumekucha, mimi kabla sijamwangalia niangalie ile simu, nilienda tu nizima simu, lakini kabla sijaenda niangalie, mimi niangalia kila kitu. Aliondoka, baadaye mimi ndo nikaangalia, kukuta haya mambo Nikaanza kuhisi kabisa kwamba kuna kitu hakipo sawa ha? na kitu kingine ambacho mimi nilikuwa sija not, kuna namna mume wangu anafanya kama mapenzi eh, kwa sababu mara nyingi sana wanaota anafanya mapenzi, yani yeye ya amenipa mgongo, sio kama kuna mtu anaelewa hicho kitu, amenipa mgongo. Na mbaya zaidi kwamba huyu mwanaume mimi namuita mwangu, lakini mwanaume huyu hatujafunga ndoa, lakini mahali kila kitu alitoa, na ana wazazi wake, ambao mimi amenyonyesha dada zake ambao wako na ndugu ndugu jamaa na marafiki wengine ambao mimi alinionyesha na watu mimi wote sijui wanakaa wapi, lakini mahali nyumbani kalipa kila kitu, kasoro tu ndoa hatujafunga. Nikianza alivorudi, nikaanza kumwambia kwamba kwa nini sisi tuzae. Akaniambia maneno gani? Ananiambia hayo, wewe huzai, unataka uzae mara ngapi? Nikamwambia mimi nimezaa lini? Akanaambia ah, mbona jaza bado, basi utazaa. Yaani mtu anakujibu hivyo. Yani, tangu nilivyoenda ofisini alibadilika, hakuwa tena kama yule, na mimi nikawa simtizami kama yule ambaye mimi nimemzoea. Basi hii ilipita, nikaanza kumpigia simu mama, nikamwelekeza mama, mimi huyu mwanaume wangu simwelewi, japo sikumwambia kwamba skumwambia si naona mazingira kama amebadilika. Ah, akanambia ni kawaida kwenye ndoa, siku zote mna amani, lazima tu kuna siku nyingine mtagombana, lakini ukweli ndo huo maisha aliendelea. Nilianza kufanya uchunguzi, nikaja nikagundua kwamba huyu mwanaume alikuwa sio mwanaume wa kawaida. Niliolewa na jini pasipo mimi kujua kwamba yule pale alikuwa ni jini, kwa sababu nilikuja kugundua hata wale ndugu ambao alinionyesha. Kuna siku nimwambia nahitaji kumwona huyu ndugu nichukua picha, nikamwambia nahitaji kumuona huyu ndugu, picha, kumuona ndugu yako ambaye yeye alisema kama ni mamake mzazi, akaataka unataka kumuona wanini? Nikaambia uy, hapa wewe sema ni mama. Akasemaaa makukowapi yuko, yuko kisiwa si kinaitwae iliambia na wapi? Akanambia ka mwanangu, nataka nini saiiona, sikoelewi nikaambia mna najaribu tu kuulizia si, nimemkumbuka mama so, nina, nina, akinisema so, huyu, huyu, huyu, ak, huyu hapa huyu hayupo yupo ayuoyuo kisiwa cha mbudia yani vitu vingi vingi ambavyo hata vieleweki, nilianza kuchunguza sana sana sana, nikaja nikagundua katika chumba ambacho mimi nilikuwa ninalala kwa chini, yani pale pale ninapolala kwenye kitanda, chini ya kitanda kulikuwa kuna mlango wa kupita kwenda chini. Yani mimi nimekaa siku zote sikuwahi kwa kujua kwamba chini ya kitanda changu kuna mlango, yani kuna ile kama tuseme labda jipsa mmoja Eh, labda ileyu, kinjingu, kunasimu, wirine, kwenye nyumba ukijenga unakutaka kuna sehemu anaacha wazi kwa ajili ya takuenda kufanya wiring juu na sehemu ya kupitia ile ya kupitisha au hewa fulani, na mimi kitanda pako hivyo, na pale ukishuka hivi ni kuna ngazi iko kwa chini. Hasa mimi nikasema hapa kumefunikwa nini, kwa sababu kuna kitambaa chekundu, yaani ni chekundu nusu cheusi nusu Alafu hapa katikati, yani kile cheusi hakijanyooka mwishoni kama vimepinda fulani, na katikati kama triangle fulani iliyoingia, ina rangi nyingine tofauti, ambayo rangi hiyo kama ni katikati, mwishoni kabisa huku kulianza kuingia, kuna kama jicho. Mimi nikaamua kutoa ile pale, ndo nikaja kugundua kwamba pale chini ilikuwa ni mlango wa kuendea chini. Nilipita kwenye ule mlango nikasema, nafata kuna nini, nika, nime, Nizogeza kitanda nikaingia. Nilipoingia kule chini nilianza kusikia sauti shai kuingia mtu sikia, kuingia yani kama kuna maji mengi, kuna watu wengi yani watu kama watu wako busy vibaya mno, lakini kuna ubaridi ambao sio wa kawaida lakini mimi nilishuka, nilishuka taratibu taratibu, nikaenda nikaenda, nikawa ninaenda na zile ngazi. Yani hizo sauti zote nazisikia, lakini sioni kama kuna mwisho. Ninazidi tu kuenda, nazidi tu kuenda, nazidi tu kuenda, ikafika sehemu nimetembea karibia kama nusu saa nzima, nafata hizi sauti, lakini sizifikii. Lakini sauti ambazo zinaongea kama anapishana nazo, yani nakuta mtu kabisa kama anacheka mpaka anapiga makofi, lakini anaongea lugha ambayo ni Kiswahili, ni kwa umbali sana. Mimi nasikia Kiswahili ni kwa umbali, lakini ni Kiswahili kile cha ajabu ajabu kama cha watu ambao wa nje ya Tanzania, Tanzania. Nimesimama nime, nime, nime nime nime nime, lakini nilishtushwa na mtu alikuja kunigusa mgongoni, kuna mwingine aigusa begani lakini sijeuka, hivi simuone mtu. Kwa hiyo wale watu nilisoni wao wananiona, umeona, mara mtu kaja kanipush, nipo kwenye ngazi ananipush mpaka nataka kuanguka. Na hii ngazi jinsi ilivyokaa imeenda moja kwa moja chini, haina sema ambapo imejishikilia zaidi ya kule niko tokea mimi kule. Kwa hiyo na nilianza kupandisha juu kwa sababu nilikuwa naona nasisimka, mwili unakimbia sana, nikaanza kupandisha juu. Wakati napandisha juu, nimeenda nimeenda nimeenda nimeenda mpaka baadaye nikaanza kuona kuna ile ngazi ilipoanzia, ina maana ni pale ndani kwetu. Sasa vita ndani, wakati niko chini kabisa naona pale ngazi ilipoanzia nilishtushwa kuona kwamba nilikuwa namuona mume wangu, yani pale kwenye kile kitobo kidogo ambacho ukiwa chini sana, sema hata kama ni kubwa kubwa kidogo utaona kitundu kidogo sana, lakini nilianza kuona sura ya mume wangu pale pale nikasema, eh, mwanaume kashagundua. Yani mwanaume amesimama, japo haonekani vizuri, lakini naona hata yule pale ni mtu amesimama kwenye kile kitundu, anachungulia. Nilienda mpaka pale nikatoka nje kabisa ya kitanda, nikafurudishia, lakini ile sura nilikuwa naiona pale. Yule mtu ambae alikuwa namuona kama amekaa kwenye kile kitundo anaziba kwa sababu mwanga alikuwa natoka tu juu, sikuwa namuona tena. Nilikaa pale kwenye kitanda nikasema, Mungu wangu, sasa hapa nini kinakuwa? Nikampigia simu mama Mwanaume alikuwa hajarudi, usiku wa saa saba, mwanaume alikuwa hajarudi. Sasa nikawa nashangaa huyu mwanaume ameenda wapi? mwingine nikaanza samani. Nilikuja juzi juzi kati hapa kama wiki iliyopita, nikaa niingia huko ndani, naenda kwa ofisi ya James. Akasema James James, yupi huyu? Ndani kuna mtu anaitwa James? Kuiwepo, kuna mfanyakazi kazi mmoja alikuwa anaitwa James, lakini sasa hivi alishaacha kazi, hayupo. Nikaambia hamna mwenye hii kampuni anaitwa James? Akasema hapana, hii kampuni ni ya Mhindi, kuna hamna mtu anaitwa James huko ndani, dada hata kama nimeaga mimi nafuata ustaarabu. Hii kampuni ni ya Mhindi na bosi mwenye bahati nzuri, ila anaongea tu kwa bosi mwenye huyu hapo mwenye hii kampuni. Kwa hiyo nilienda nimfuate kama samani, nilikuwa nahitaji kuona na James. Yule Mhindi akawa hawezi kuongea vizuri zaidi, James James, ndaona nini? Nikaambia mwenye hii kampuni, akasema kampuni hii kampuni iko ya mimi ye. Nikaona anachanganya tu. Kwa hiyo nikaondoka kwa hasira pale, nikaenda nyumbani, nikabidi nipige simu mama. Mama, mimi mwanangu kwa mzee amepotea na siku ya tatu sikumuona. Akasema, "Umeanza mdomo wako mtoto, una mdomo wewe mpaka mwanaume anakimbia nyumba, mwanaume yani?" Mama alikaanza kunifokea baadaye, nisikilize kwanza. Nikakata simu, nikawa nimekaa ndani. Siri inaanzia wapi yani? Hapa nikasema hapa naanzia hapa, nisende kulipoti, na lipoti wapi? Basi nikakaa mpaka jioni, mwanaume alikuwa jarudi siku ya nne tena. Lakini usiku, wakati nimelala usiku kati, nimelala kama saa 8 hivi za usiku, nilisikia kama mtu ameingia ndani. Nyumba ni kubwa sana. Nyumba ni kubwa sana. Wakati mtu ameingia ndani, kaza spidi, nikaangalia bila mlango amefaje amefika. Naenda hivi kufungua nakutana na nyoka mlangoni. Niliona nyoka kubwa sana mlangoni. Yaani ile nyoka ni chatu. Hata ikajua chatu ametoka wapi. Nikapiga kelele, lakini usiku ile kelele nilivopiga sana kama ilitoka hata nje. Yule chatu kana nitizama tu. Yaani unapiga kelele, chatu na kutizama tu. Nilizima Sikujua hata nini kinaendelea, nikuja kushtuka niko pale pale asubuhi, mida ya saa mbili. Naangalia hivi sijamwona nyoka, nimetafuta nyoka, nikatoka nje, nikamwita mlinzi. Mlinzi njoo uone huko ndani, nilimwona nyoka, naomba mtafute nyoka, nyoka yuko huko ndani. Mlinzi alitafuta kila sehemu, mlinzi alifuta mpaka kile kitanda na mlinzi, hakuna kitu chochote. Yani mimi nilifuta, niliona kuna kitambaa kile chenye rangi mbili na jicho katikati naile rangi nyingine, lakini mlinzi amefuta mpaka kitanda hakuona kile kitu ambacho mimi nikiona na niliingia nipita kama mlango pale. Naomba kwa leo tuishie hapa tutaendelea.